Karibu mheshimiwa Diwani Waombe watu. Waombe watu, wakati huo keki inaendelea kuliwa huku, lakini waeleze, waeleze utekelezaji wa, wa ilani ya chama cha mapinduzi. Karibu! Oye Mitundu oye! Sisi CCM oye! -e. -e. -e. -e. -e. -e. Kidumu chama cha mapinduzi! Mheshimiwa katibu wa siasa na wenezi wilaya, mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Mitundu, katibu katibu mwenezi, wajumbe wa kamati ya siasa, viongozi wote wa matawi na ndugu wananchi wote, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana, tumsifi Yesu Kristo. Mheshimiwa Katibu wa siasa na uenezi na ndugu wananchi nimesimama hapa kwa ajili ya kueleza utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ambayo tulikabidhiwa mwaka elfu mbili na ishirini na tunaendelea kuitekeleza hadi sasa mpaka hapo mwakani mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ndugu wananchi wa eneo hili la Kalekwa na kijiji cha Mitundu kwa ujumla, chama cha mapinduzi ni chama ambacho kimetawala kwa muda mrefu nchini Tanzania, lakini ni chama ambacho kimepata kuaminiwa na wananchi wengi kwa sababu chama cha mapinduzi kilianza kutawala wakati Tanzania kipindi hicho inaitwa Tanganyika ikiwa na jumla ya wananchi wasiozidi milioni kumi na leo tunazungumzia wananchi zaidi ya milioni sitini Chama hiki cha Mapinduzi kimekuwa ni chama tawala toka kilivyoundwa mwezi Februari tarehe 5 elfu moja mia tisa na sabini na saba lakini mpaka leo na chama hiki pia kimefanikiwa kushinda jumla ya chaguzi sita za serikali za mitaa pamoja na serikali kuu, na naamini hata hapo kesho tarehe ishirini na saba Novemba elfu mbili na ishirini na nne tunakwenda kushinda kwa mara nyingine ya saba. Yes, ndugu wananchi wa kitongoji cha Karekwa na kijiji cha Mitundu kwa ujumla, chama hiki hakikushinda mara sita mfululizo kwa upendeleo isipokuwa kilishinda kwa ajili ya kusimamia vizuri serikali yake, lakini pia kuweza kusimamia vizuri sera ambazo chama kinakuwa kinanadi kupitia wagombea wake katika chaguzi zote za serikali za mitaa, lakini pia serikali kuu. Ndugu wananchi wa eneo hili la Mitundu, kudhihirisha hilo hata katika kata yetu serikali ya chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na rais mwanamke Mama Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wetu chama chama wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumefanikiwa kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ambayo wananchi wameisubiri kwa muda mrefu. Wakati naanza kuwa diwani mwaka elfu mbili na ishirini yalikuwepo mahitaji mengi sana ya wananchi wa eneo hili kitongoji cha Kalekwa kijiji cha Mitundu, lakini pia kata ya Mitundu kwa ujumla. Ndugu wananchi, kama mtakumbuka, wakati naanza kwa diwani mwaka elfu mbili na ishirini tulikuwa na changamoto kubwa katika kituo chetu cha afya Mitundu, kwa maana kilikuwa na majengo machache na baadhi ya majengo mengine ya kitaalamu tulikosa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mpaka sasa amefanikiwa kujenga jumla ya majengo sita likiwemo jengo la upasuaji jeng, wodi ya kina mama kujifungulia, jengo la mochwali, maabara, kichomeotaka pamoja na